Karibu sana kwenye Jungu la Spoti, ngoja muda wetu umekula, lakini anza tu na kujitambulisha, jina lako tueleze wewe ni nani na kwa nini umeamua kutafuta kiti cha wenye kiti. Asante uh, sana Terry kwa mm huu -hmm, mwaliko. Ni furaha kukuwa hapa siku ya leo mm -hmm. Kwa majina ni Vincent Enos Mutoka mm -hmm. Nikiwa mzaliwa wa pale Bukura, Butere, Kakamega County, nimekuwa uh, nikijihusisha na hii klabu ya AFC Leopards kwa muda mm -hmm na kuna mengi ambayo tumejaribu kuisaidia, na ndio sababu nimeamua kwamba sasa, kwa sababu hii uongozi ambayo iko kwa sasa inaondoka, nijitose uwan, uwanjani ili niwanie kiti cha mwenye, mwenye kiti na niweze kufanya mambo kadhaa kwa hii klabu ambayo ita, itaweza kuisaidia kwenda mbele kwa kawaida mashabiki wanalalamika, wana sana, wanasema mambo ya klabu hawahusishi. Pengine utakapochukua kiti hiki, utaanza kufanya vipi ili kuweza kuwarudisha ma, uh, mashabiki katika klabu ya FC Leopard? Uh, kitu ya kwanza lazima tuwa, uh, tufanye kazi na branches, matawi mbalimbali mm -hmm. mbali ya AFC Leopards uh, matawi kama Vatican, kuna branches kama Vatican, kuna branches kama Westlands branch mm -hmm. uh, Bunyore branch uh, Kawangware Lazima tulete viongozi wa haya matawi pamoja na uhum, tuweze kuwa nao na kukuwa na mikutano nao kila mwezi ili tukiwa na ujumbe wowote katika klabu tuweze kuwaleta pamoja na kuwazungumzia, ili tushikane mkono tupeleke uh, klabu yetu mbele. Kwa kawaida FC Leopards ni klabu kubwa nchini, pamoja na Gor Mahia na zingine. Ndiyo. lakini tukizungumzia uongozi uh, mashabiki hawana imani na viongozi na AFC Leopards imekuwa na shida, mzozo, uongozi, utata katika fedha, uwekezaji wa fedha na utata tu katika uongozi. Ukiwa hapa leo, unaweza kuambia mashabiki wewe kama Enos, utafanya kipi tofauti ambacho wale ambao wanaondoka hawajaweza kufanya? Uh, kitu kubwa kwa klabu ya AFC Leopards ama ile challenge kubwa ambayo tuko nayo mm -hmm, ni kwamba hatujapata kushinda ligi, taji la ligi kwa muda mm -hmm. na ninasema kwamba hiyo ndio Uh, pila yangu ya kwanza kabisa, tunataka turudi katika ushindano kama klabu ya AFC Leopards mm -hmm. na tukiwa kwamba hatuwezi shinda, ndio sababu kuna kuwa kunakuwa nao msuko msuko kwa sababu uh, fans wanakuwa impatient, uh, members wanakuwa impatient, wanataka kwamba wapatiwe hii trophy mm -hmm. na tumesema hii ndio kitu ya kwanza ambayo tunaenda kuwakilisha ku, kabisa tu, tuseme kwamba mwaka ujao uh -huh. ama hii msimu inayokuja uh -huh. lazima tushinde ligi ya hii uh, uh -huh. Kenya yetu KPL. Alafu tukishashinda na pia tukiingia kwa ofisi tungependa tuangalie structures uh -huh. na departments ambazo zitaweza kufanya ili club iende mbele. uh, department kama finance uh -huh. department kama marketing department kama ya yote ya membership recruitment uh -huh. ili tuweze kufu, kuona kwamba sisi wote kama wanachama na familia ya AFC Leopards tunakuja pamoja ili tuzungumziane na tusikuwe kwamba unachaguliwa alafu unajitenga na wale ambao wamekuchagua. uh -huh. Ningependa kutembea na mashabiki na kutembea na uh, members wa club ili tupeleke hii club mbele na tuweze kushinda taji kuu la ligi ya Kenya. Na pengine uweze kunieleza katika agenda, agenda zako ni zipi? Pengine unipe tatu muhimu uh, niruhusu nizungumze kwa kizungu kidogo Jio. Kwa sababu niko na four pillars za um, agenda yangu kwa club. Mm -hmm. Na hizo four pillars, moja ni rediscovering the lost glory. Mm -hmm. Ambayo nimesema ni lazima tujitahidi na lazima tuweke mikakati ya kum, ku, we make sure that we bring this club back to the winning ways na mm -hmm. Na ndio sababu nimesema ni lazima tujitahidi huu msimu unaokuja tubebe taji, taji la ligi kuu ya hii hi, uh, nchi yetu. Mm -hmm. Alafu pili ni uh, financial sustainability, pesa kwa klabu yetu imekuwa ni jambo ambalo uh, halijakuwa likiridhisha kwa, kwa sababu Uh, kwa muda sana tumekuwa ni club ambayo inategemea kusaidiwa na watu hapa na pale. Pia wachezaji wanaacha kucheza, wanasema hawajalipo maroporopo. Ndio. Na ndio ninasema ni lazima tufungue uh, revenue streams for this club. mm -hmm. Na revenue stream ya kwanza, sisi tuko na uh, population kubwa sana ya mashabiki na mm -hmm. members mm -hmm. Lazima tutumie hizo numbers tuweze ku attract more corporate sponsors uh, wakuje uh, kwa AFC Leopards. Pili tuko na hizo numbers, ni numbers ambazo zinaweza tusaidia katika uuzaji uh, wa replicas, uuzaji wa merchandise na ndio tumesema kwamba hatutakuwa tunaleta merchandise kitu ya kwanza kama tumechelewa. We will always bring merchandise to this market on time, and then secondly, we will make sure that we segment our merchandise so that we don't just put a, a blanket uh, price for everyone.

wants to buy from the club they should be able to get it. mm -hmm. Alafu tatu tunataka kuangalia mambo ya uh, talent identification and development. mm -hmm. Kwa hivyo tunaenda ku strengthen our youth team so that ikue ni competitive youth team ambayo ita attract talent we develop it there, alafu tunawasongesha kwa senior team as a pipeline ya kuwatoa nje na kuwauza, hiyo itakuwa revenue kukuja kwa club. Alafu mm -hmm. ya mwisho mm -hmm. ni infrastructure development infrastructure development. AFC Leopard 61 years since inception. mm -hmm. we have no place na we call home wanja and therefore we are saying in the next two years we must make sure that we get a land and start developing a training ground for AFC Leopards. Mm -hmm. ili tuanze kujivunia ccp ya kama uh, community na fraternity ya AFC Leopards kwamba tukona kwetu mm -hmm. na ndio sababu ninasema lazima tupate uwanja tu develop training ground alafu polepole pole, kila mwaka tunaanza kujenga stadium yetu, na pengine tukimalizia, nataka uelezee uh, mashabiki na wale watakao, pia uzungumze na wanachama na wale watakao kupigia kura, na pia utueleze tu utafanya vipi ili kuweza kukuja vipa, kukuza vipaji vya chini katika klabu ya FC Leopards. tukimalizia uh, kitu ya kwanza tuko na mashule mzuri sana kule uh, Western na tunajua kwamba original uh, home ya AFC Leopards ni Western Kenya uh -huh. tuko na mashule kama Musingu, Kakamega, St. Anthony, St. Peter's, Chandarema uh -huh. Ambao wanakuwa na talent mzuri sana tunaenda kufanya partnerships nao ili tuweze kuwa na a pool of players wenye tutakuwa tunatoa huko uh -huh. Tunawaleta kwa our competitive youth team. We develop them there alafu tunaanza kuwapandisha polepole uh -huh. With an aim of them playing for us in the league and the senior team but also selling them outside the country. mm -hmm. Na pia tukianza hiyo competitive youth team, tunataka pia sisi nao nasi wenyewe tukue pia na academy. Academy ambayo it attract parents kuleta wa, wa, watoto wao, yeah. waanze wa kuwa developed hapo both uh, boys and girls, mm -hmm. Sababu tunaenda kuwa pia na a ladies team, yeah. ambayo pia itakuwa competitive, so that tunaanza ku develop that culture of Uh, players young players wanting to play for AFC Leopards but also nurturing their talent. mm -hmm. uh, Nikimalizia nitasema nitauliza fans, mm -hmm. na members kwamba wale members ambao wako eligible This is the time that I am vying mm -hmm. not to be the coach of AFC Leopards. Yes. I am not saying that I scored many goals wherever I was mm -hmm. I am saying I am coming to AFC Leopards to change the tide of this ship. mm -hmm we want to make sure that we are driving our AFC Leopards uh, club mm -hmm. to winning trophies and uh, that can only be done if we have the financial muscle we have seen clubs that have been winning for the last five years Ni clubs kama corporate clubs na pia club ingine ambayo inapata pesa mingi kutoliko mm -hmm. ni lazima to increase corporate sponsors ni lazima to increase revenue in terms of merchandise mm -hmm. ni lazima to attract members and fans back to the, uh, to the stadium using our branches uh, so that we start rallying behind this team. mm -hmm. Kwa hivyo nawauliza kwa unyenyekevu, ifikapo tarehe 29 mm -hmm. 9 waweze kunipigia kura, tuanze kutembea kwa pamoja yes, tukipeleka hii klabu yetu mbele. mm -hmm. Back to winning ways. Na asante sana, nimekuwa nikizungumza na Enos Mtoka ambaye anawania uwenyekiti wa klabu ya AFC Leopards. Kura zitafanyika tarehe 29, anaomba tu wanachama waweze kumpigia. Kutoka kwangu jina langu ni Ivy Terry, waliofanikisha kipindi hiki nasema ni asante. Tuonane tena majaliwa.